Mungu akubariki sana rafiki kwa huduma yako, na Mungu akubariki madam Flora kwa huduma ya nyimbo, na wote ambao umekwisha kuingia katika kipindi cha leo, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunaendelea na mada yetu ya juma hili inayosema kurudisha thamani iliyopotea, kurudisha thamani iliyopotea na fungu letu kuwa ambalo tunatembea nalo juma hili ni Wakorintho ya kwanza sura ya sita na ule mstari wa kumi na tisa au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Jana katika utangulizi nilizungumzia vizuri habari hii ya hekalu habari hii ya hekalu kwamba hekalu la zamani lilikuwa limegawanyika katika sehemu kuu tatu: ua wa nje, mahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu vitu vilivyokuwa vinapatikana ndani ya hekalu katika ua wa nje hivi zungumzia kwamba uwa wa nje, wakati watu walipoingia tu katika eneo la hekaru walikutana na madhabahu ya kutekete, ya sadaka ya kuteketezwa, walikutana na birika la maji. Lakini bado walipoingia sehemu ya patakatifu, walikutana na vitu hivi: meza ya mikate ya uonyesho, walikutana na kinara cha taa saba, walikutana na madhabahu ya uvumba, the altar of incense lakini patakatifu pa patakatifu, sikia vizuri hapo, walikutana na vitu vifuatavyo. Vifu namba moja walikutana na sanduku la agano. Ili sanduku la agano ndani yake kulikuwa na mbao mbili za amri kumi, lakini pia kulikuwa na fimbo ya Harun iliyochipuka. Ndani yake kulikuwa na mana yenye chupa ya dhahabu, lakini pia kiti cha rehema. Hiki kilikuwa na makerubi wawili na kiti kilikuwa kionekani kama kiti, wapendwa, kilikuwa kionekani kama kiti, ilikuwa inaonekana kama nuru, the glory of God ambayo kwa kiebrania waliita Shekina. Kwa hiyo hapo ndipo kulikuwa na kiti cha rehema, kiti cha Mungu wapendwa. Katika lugha ya kiunani iliyotumika jana, nilizungumzia kabisa habari hizi vizuri, kwamba neno neno neno hekalu lina maneno mawili hieroni, ambayo inamaanisha jengo la hekalu tempo, kanisa, hieroni. Lakini kuna neno na osi, ambalo hilo neno na osi linamaanisha patakatifu pa patakatifu, na nikasema kwamba Biblia inaposema au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu, ametumia neno na osi au hamjui ya kuwa miili yenu ni naosi? Sasa e, habibu, nilikuwa na kutengenezea msingi ili utazame mada yetu ya leo. Mada yetu ya leo inasema je, una sifa za patakatifu papatakatifu? Maana biblia imesema miili yetu ni hekalu, ni naosi, ni patakatifu pa patakatifu. Sasa hapa patakatifu palikuwa na sifa zifuatazo. Kabla hatujaenda hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tumekuja kwako tena asubuhi ya leo, tafadhali tufundishe roho wako mtakatifu na azungumze nasi neno lako na likafahamike, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, amen. Je, mimi nina sifa ya kuitwa patakatifu pa patakatifu? na hizi sifa ndizo tutakazozichambua kwa siku zilizobaki. Sifa ya kwanza. E, patakatifu palikuwa na sifa sita, sifa sita ambazo nitazizungumzia kwa siku zilizobaki. Leo nitazungumzia sifa moja, kesho ya pili, hadi utakapokamilisha sifa sita. A, patakatifu pa palikuwa na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, kulikuwa na kuhani mkuu ambaye ndiye pekee aliyekuwa anaruhusiwa kuingia ndani yake. Kulikuwa na kuhani mkuu ambaye ndiye pekee aliyekuwa anaruhusiwa kuingia ndani yake, na na jana nikawambia huyu kuhani mkuu alipoingia ndani ya hekalu, ndani ya patakatifu pa patakatifu, walimfunga kengele, walimfunga mnyororo wenye njuga kwenye mguu wake, ili kama ameingia bila kujitakasa afe ndani yake. Kwa hiyo hakuna kitu kichafu kilichoruhusiwa kuingia ndani yake. Namba mbili, ambayo tutaiangalia kesho, hao, katika patakatifu pa patakatifu kulikuwa na mbao mbili za amri kumi. Kwa hiyo ndani ya patakatifu pa patakatifu kunatarajiwa kuwe na mbao mbili za amri kumi. Namba tatu, ndani ya patakatifu pa patakatifu kunatarajiwa kuwe na fimbo ya Haruni inayochipuka. Yani nitaizungumzia ya siku ya Jumatano, fimbo ya Haruni inayochipuka, kwamba kwenye maisha ya Mkristo ukiona hauna sifa ya kuchipuka, unapoteza sifa ya kuwa patakatifu pa patakatifu yani ukikatishwa tamaa, umekatishwa moja kwa moja kwaya ikikukatisha tamaa, unaacha kabisa kuimba, hauwezi kuchipuka. Ukianguka unaanguka moja kwa moja, hauwezi kuchipuka. Siku ya Jumatano nitazungumzia hilo lakini pia namba nne, katika, katika katika patakatifu pa patakatifu kulikuwa na mana yenye chombo no, no, iliyo kwenye chombo cha dhahabu. Mana ni kile chakula walichoulishwa wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kwenda Kanani. Kwa hiyo patakatifu pa patakatifu kuna chakula, kuna mana tuna uhakika, tuna uthibitisho wa chakula. Nitazungumzia habari hiyo, namna Mungu alivyotuthibitishia habari ya kwamba tuna chakula, na chakula ni chakula gani, tutakitazama siku ya Alhamisi lakini katika patakatifu pa patakatifu namba tano kulikuwa na makerubi wawili ambao wameunganisha mbawa zake. Namshukuru sana Pasta Kamanzi juma hili amezungumzia makerubi waliowekwa upande wa mashariki kulinda ile bustani, na sisi katika patakatifu pa patakatifu kuna makerubi wawili wamesimama, wanatulinda, wamesimama kuhakikisha tuko salama. Ukiona Mkristo ambaye ana hofu ya maisha yake, anaogopa wachawi kitazama anasema, huyu amenitazama vibaya, anaogopa watamuua, huyo hajawa patakatifu kwa patakatifu, amepoteza sifa ya kuwa na makerubi. Karibu siku ya Ijumaa nitazungumzia hiyo habari namba sita. Siku ya Jumamosi nitazungumzia habari ya kiti cha Mungu, kiti cha rehema, Shekina The glory of God, kwamba katika patakatifu pa patakatifu kulikuwa na kiti cha Mungu, mahali ambapo Mungu anakaa, na Waingereza wametumia neno zuri, the throne of God. Hii throni ni kiti cha mtawala, ni kiti cha mamlaka. Maana yake the one who is in control is God, ni Mungu ndiye ambaye anaongoza kila kitu. Kwa hiyo ukwa, kama, kama ni Mkristo ambaye ni patakatifu pa patakatifu huyo, hana haja ya kuogopa kesho, hana hana haja ya kuogopa kesho, nitakula nini. Hana haja ya kuogopa itakuwaje. Hana haja, asiwe na wasiwasi, maana aliyekalia kiti ni Mungu wa mbinguni. Karibu siku ya Jumamosi. Sasa karibu leo kwa dakika chache zilizobaki. Sifa ya kwanza ya patakatifu pa patakatifu ni kuhani mkuu peke yake aliyeruhusiwa kuingia ndani yake. Huyu kuhani mkuu aliingia kufanya nini? Aliingia kufanya upatanisho. Aliingia kufanya upatanisho, na upatanisho huo al, alikuwa anaingia ndani akiwa na damu mkononi, damu ya kafara, damu ya dhabihu, kwa ajili ya kwenda kufanya upatanisho. Na alipoingia akiwa hajajitakasa, nisikilize vizuri, huyu kuhani mkuu alipoingia akiwa hajajitakasa alikufa pale pale ndani ya hekalu lile. Hii ni ishara ya kwamba hakuna kitu kichafu hakuna kitu najisi, hakuna kitu kisicho kitakatifu kilichoruhusiwa kuingia ndani ya patakatifu pa patakatifu. Ndivyo Mungu anavyotarajia miili yetu iwe hivyo. Mungu hatarajii kuona vitu vichafu vikiingia ndani yetu, na hata kama vitaingia, anatarajia kuona vikifa vyenyewe. Kuhani mkuu alikufa hakuwawa aku na mtu yani, kuingia kwake bila kujitakasa alikufa pale pale. Na mimi nataka nikuulize, ndugu yangu, ni vitu gani vinavyoingia ndani yako tofauti na vile vitakatifu? Hatuwezi kuzuia vitu visivyo vitakatifu kuingia ndani yetu, lakini vinapoingia, vinadumu au vinakufa? Angalia jinsi ambavyo tunaishi na mawazo ya watu waliotukosea, tunavyowachukia miaka na miaka. Walitukosea, waliingiza vitu vichafu ndani yetu, lakini tumeshindwa kuviua, tumeshindwa kuvimaliza. Angalieni namna ambavyo tuna Wakristo leo ambao hawaelewi kwamba mili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wanaingiza takataka mwilini, uchafu. Tunao waumini wanaovuta sigara, tunao waumini wanaokunywa pombe, tena kari, tunao waumini wanaovuta madawa ya kulevya, tunao waumini wanaokesha kwenye picha chafu pornografu, wanaingiza vitu vichafu ndani yao. Tunao waumini ambao kazi yao masikio yao ni kusikiliza mambo mabaya. Nani aliyemsema vibaya? Nani aliyemsengenya? Nani aliyem, Nani aliyemzungumza kwa watu. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, milango yako ya kuingia ndani yako iwe ni milango ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Usiruhusu kitu kibaya kiingie ndani yako, usiruhusu mawazo mabaya yaingie ndani yako. Hiyo ndiyo sifa ya patakatifu pa patakatifu. Au hamjui ya kuwa mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Namba mbili, katika swala hilo la, la patakatifu hapo patakatifu Kulikuwa na madirisha madogo sana, alafu hayo madirisha yalikuwa yanafungwa ya muda wote, usiku na mchana. Hii ilikuwa inamaanisha nini? Hawakuruhusu mwanga kutoka nje kuingia ndani ya chumba cha patakatifu pa patakatifu. Ule mwanga wa Shekina, the glory of God, ulitosha kuangazia ndani yake. Hakuna mwanga mwingine ulioingia kutoka nje. Nisikilize, nirudie vizuri, hakuna mwanga ulioingia kutoka nje na kuingia ndani ya patakatifu pa patakatifu. Hii inamaanisha nini? Mtakatifu wa Mungu hatarajiwi kutafuta mwanga mwingine nje ya yule aliye ndani yake. Hatarajiwi kufanya kitu kama hicho. Wakati anapoona giza, hatarajiwi kutafuta nuru nje ya ile nuru aliyopewa na Mungu. Lakini leo angalia watu wetu jinsi wanavyohangaika, angalia watu wetu wanavyokwenda mara kutafuta mafuta ya kukanyaga, angalia wanavyokwenda kwa waganga, angalia wanavyokwenda, wanavyopambana kila itwapo leo kutafuta mwanga katika nuru ya maisha yao. Katika maisha yao wanapoona giza, wanatafuta mwanga. Mungu atusaidie sana. Kuna nyakati wapendwa, zinafika kunakuwa na giza katika maisha yetu. Kuna nyakati zinafika tunadhani kuna giza kabisa. Tena ngoja nikuambie kitu ambacho huenda haukijui. Katika chumba cha patakatifu kwa patakatifu kulitokea nuru, tena iling'aa sana, wakati kuhani mkuu alipoingia. Lakini kuna nyakati ile nuru ilitoweka, kukabaki giza totoro. Na mimi nikutie moyo mpendwa unayenisikiliza, giza katika maisha ya mwanadamu ni sehemu ya maisha, ni sehemu ya maisha. Usi, usitafute mwanga kutoka nje. Hata kama utaona giza kwenye maisha yako, amini kwamba kile kiti cha rehema kinachotia nuru kwenye maisha yako bado kipo muda sio mrefu nuru itangaza. Tunapitia giza la magonjwa, tulia. Kama Ayubu alisema, mimi mtetezi wangu yu hai, sitatafuta sita nuru nje. Ayubu hakutafuta nuru kwa waganga, rafiki zangu. Ayubu hakutafuta nuru kwa manabii wa uongo. Ayubu hakutafuta nuru kwa, kwa marafiki wanaompoteza. Hata kama unayenisikiliza leo kuna giza unalipitia, giza la ndoa yenye uchungu, giza la maisha magumu, giza la ugonjwa, amini kwamba shekina is still there. Shekina the glory of God bado ipo. Uwepo wa shekina ni ishara ya kwamba nuru muda wote itangaza, na mimi nataka nikwambie. Trust me, kuna masaa yanakuja, nuru itaangaza. Niko nazungumza na watu fulani, jana tukawa tunapiga stori, tunasema kuna wakati maisha yanakupeleka kwenye kona ngumu, unaingia kwenye kona ambayo mpaka unasema wanaheri waliokufa kabisa maisha ni machungu ukigeuka kazini kuna uchungu ukirudi kwenye mahusiano ndo usiseme mahusiano ya kupeleka mwendo wa 5G ukirudi kwa ndugu ndio hawaeleweki wengine wamekudhurumu wengine wamekutapeli wengine wamekufanya nini ukirudi kwenye ndoa ndio hapo pamekuwa ni jehanamu hapakai vizuri watu hawaongei watu wanalala kila mmoja amegeuka ukutani watu wanatoka nyumbani hawasemeshani kumekuwa ni, ni jehanamu sasa tukasema kwamba kuna wakati maisha yanakufikisha hapo, hadi unasema ni heri kufa. Mmoja akasema. Lakini msisahau, kuna saa inafika Mungu anakutendea jambo mpaka unasema huenda mimi ni lastboni wa Mungu. Mungu anakutendea jambo kwenye maisha yako hadi unashangilia hizo momenti zipo kwenye maisha na mimi nikutie moyo, wakati wa giza kusifute imani yako, kwamba Mungu yuko mahali pale. Usitafute nuru kutoka nje, funga madirisha yote, usiruhusu nuru za kipagani, nuru za mafuta, nuru za keki za upako, nuru za manabii wa uongo usiziingize ndani. Bado Mungu yuko mahali pale, lakini sikiliza hawakuruhusu pia giza la nje kuingia. Hii habari ilipokuwa ninaisoma nikafurahi sana, kwamba kuna nyakati giza lilipoingia nje, usiku umeingia, kuna giza, shekina ilitoa mwanga ndani. Hey, hii habari inatia moyo sana kwamba wakati usiku ulipoingia nje, kuna giza, ukiingia patakatifu pa patakatifu ulikutana na nuru. Kwa nini? Shekina inang'aa. Ulimwengu natarajia kutukuta sisi tukiwa na nuru. Ngojeni niwaambie wapendwa, ninapohitimisha habari hizi, dunia haitafuti matumaini kokote. Dunia inatarajia kupata matumaini kwetu sisi. Sisi ndio patakatifu pa patakatifu hekalu la Mungu. Wakati dunia inapojaa giza kwa sababu ya magonjwa ya yasiyoeleweka, angalia dunia inataka kupata kupata kupata nuru kutoka kwetu lakini angalia vituko vinavyofanyika. Tulitikiswa tu miaka elfu mbili na ishirini ishirini na moja na ishirini na mbili wakati wa Covid 19 tulitikiswa kidogo. Dunia inatapatapa inaangalia, twende wapi? Lakini hata sisi tuliacha kwenda makanisani, tulifunga makanisa. Yani tumefunga watu wasione utukufu wa Mungu. Yani kabisa kabisa, tulifunga makanisa. Nakumbuka, nakumbuka watu waliogopa hata kwenda kanisani, lakini kwenye harusi walienda, kwenye misiba walienda sokoni walienda, eti kanisani ndiko kuna uviko, lakini sokoni hakuna uviko. Hilo ni tikiso ambayo inaonyesha kwamba sheki na ndani ya mtu wa Mungu haitoi nuru. Angalia tunapokutana marafiki zetu kule nje, tunavyowakatisha tamaa, hata sisi tunawambia jamani, mwaka huu tutakufa tu, maana hatuelewi tutaishije. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, pewa nuru kutokea nje, kutokea ndani, maana kuna kiti cha rehema kinachozalisha nuru nami nakutia moyo asubuhi ya leo, as long as kuna nuru ndani yako, usiruhusu usiku wa giza kutoka nje uingize giza ndani yako. Usiruhusu usiku wa manyanyaso, usiku wa kutokuelewana, usiku wa magonjwa, usiingize nuru ndani ya moyo wako. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Baba wa mbinguni, sisi ni hekalu lako, tena siyo hekalu tu, ni, ni, ni, ni, ni, ni patakatifu pa patakatifu. Kuna nyakati tumesahau kwamba mahali hapa ni makuhani wakuu tu wanaopaswa kuingia, lakini leo angalia tunavyoingiza vitu vichafu wako wanawake waumini wako unawatarajia kuwa mahekalo matakatifu, lakini leo wanabadilisha, wanaume wanaingia ndani yao. Wengine wanaume ni walevi, wengine ni wavuta sigara, wengine ni wanywa pombe, hawaeleweki. Tusaidie asubuhi ya leo, tuelewe kwamba sisi ni mahali patakatifu pa patakatifu. Hakuna mawazo machafu yatakayoingia ndani yetu, hakuna giza kutoka nje itakayoingia ndani yetu, lakini mwisho ni kuombe kuna muumini mmoja anaye nisikiliza kutokea mahali fulani, maisha yake yamekuwa ni giza, hata aoni kwamba kuna nuru. Mkumbushe kwamba yupo Mungu, Shekina, the glory of God bado iko ndani yake, maana yeye ni patakatifu pa patakatifu. Kesho nuru itatokeza, leo nuru itatokeza, kesho kutwa nuru itatokeza, awe na imani hiyo. Asante Yesu, maana umetusikia, katika jina la Yesu Kristo, amen.